Iran imezindua mashambulizi makubwa ya makombora ya masafa marefu dhidi ya Israel kama sehemu ya mashambulizi ya kisasi, saa chache baada ya majeshi ya Marekani kujiunga na kampeni ya kijeshi ya Israel na kushambulia maeneo matatu muhimu ya nyuklia ya Iran. Imeripotiwa kuwa Iran imerusha makombora 27 kwa awamu mbili kuelekea miji ya Haifa na Tel Aviv na kujeruhi angalau watu 11. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Kimesema pia walilenga uwanja wa ndege wa Ben Gurion karibu na Tel Aviv. Ving'ora vya tahadhari vimesikika kote Israel kutokana na shambulio jingine la kombora kutoka Iran. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limeandika kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, wahudumu wa dharura wa Israel wametumwa kwenye maeneo mbalimbali baada ya ripoti za mashambulizi mapya ya makombora ya Iran. Israel imefunga shule zote na kupiga marufuku mikusanyiko kote nchini humo huku wanajeshi wa Marekani wakijiandaa kwa mashambulizi ya kisasi. Shambulizi hilo jipya la Iran linafanyika saa chache baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa majeshi ya Marekani yalishambulia maeneo matatu ya nyuklia ya Iran, Fadou, Natanz na Isfahan. Hii ni Poa Media.